A kunde hili lilizifahamu licha ya mabadiliko makubwa katika idadi muundo na majukumu ya wizara mbalimbali mbali. Hadi tunapoandika maoni haya, Rais Magufuli hajatoa tangazo lolote juu ya majukumu ya kiwaziri ambayo yeye mwenyewe amejibakishia na au yale ambayo ameyakasimu kwa mawaziri aliyowateua tofauti na alivyofanya rais Kikwete na serikali yake mwaka elfu mbili na kumi. Hakuna mbunge hata mmoja ndani ya ukumbi huu ambaye amepatiwa nakala ya tangazo lolote lililochapishwa kwa mujibu wa sheria Licha ya madai ya kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani ya bunge lako tukufu katika hotuba yake bungeni ya tarehe ishirini na mbili Aprili ya mwezi uliopita, bunge lako tukufu halijapatiwa nakala hata moja inayothibitisha kwamba mawaziri walioteuliwa na rais Magufuli na ambao wamekuwa wakifanya mambo mbalimbali kwa kofia za kiwaziri wanatekeleza majukumu waliokasimishwa kwa mujibu wa sheria ya utekelezaji wa majukumu ya kiwaziri ukweli ni kwamba hata waziri mkuu Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa amekiri kwamba serikali inaendeshwa bila kuwa na alichokiita instrument kwa maneno yake mwenyewe wakati akifanya majumuisho ya hoja za wabunge kwa ofisi yake tarehe 27 Aprili, waziri mkuu amesema kwamba na nanaunukuu, instrument za wizara zote zimeshakamilika na zimesainiwa tarehe ishirini mwezi wa nne. Sasa tunasubiri kutangaza, wakati wowote wa mheshimiwa rais atakapoamua kutangaza zitakuwa zimetoka. Maana ya kauli hii ni kwamba hakuna instrument yoyote iliyotangazwa kama inavyotakiwa na kifungu cha tano moja cha sheria. Mweshimiwa Spika, maana na athari ya kisheria ya kuto kuwepo kwa tangazo la ukasimishaji wa majukumu ya kiwaziri ni kubwa sana. Wengi wa mawaziri wa serikali hii waliteuliwa na rais Magufuli tarehe 10 Disemba 2015. Viporo vilivyobakia kwenye baraza la mawaziri vilikamilishwa tarehe 23 Disemba 2015. Tangu wakati huo hadi sasa, mawaziri wamefanya mambo mengi. Wametumbua majipu katika wizara zao na taasisi zilizo chini yake kwa kufukuza kuachisha kusimamisha kazi au kuhamisha watendaji na watumishi mbalimbali mbali wa wizara au taasisi hizo. Wamefanya maamuzi juu ya matumizi ya fedha na rasilimali nyingine za umma. Yote walioyafanya wameyafanya kinyume cha sheria. Hawakuwa na mamlaka ya kuyafanya wakufanya walioyafanya, kwa sababu mawaziri hawa hawajakamisimishwa mamlaka ya utekelezaji wa majukumu yao kwa mujibu wa kifungu cha tano moja cha sheria ya utekelezaji wa majukumu ya kiuwaziri. Watendaji na watumishi wote ambao wametumbuliwa majipu na mawaziri hawa wana haki na uwezo wa kwenda mahakamani na kuomba mahakama zetu zitengue utumbuaji wa majipu waliofanyiwa na mawaziri wasiokuwa na mamlaka hayo kinyume cha sheria hii. Ushauri wangu wa bure kwa watendaji na watumishi hao ni kwamba wakafungue mashauri Mahakama Kuu ya Tanzania kupinga kutumbuliwa kwao majipu na watu wanaojiita mawaziri, lakini hawana hata job description. Kwenda kwa mahakamani sio tu kutawasaidia kupata haki zao, bali pia kutakomesha vitendo vya kuendesha nchi kienyeji enyeji na bila kufuata sheria vinavyoelekea kushamiri chini ya utawala huu wa Rais John Pombe Magufuli. Mheshimiwa Spika, kila mtu anafahamu kwamba Rais John Pombe Magufuli sio mwanasheria. Hata hivyo, pamoja na kutokuwa mwanasheria, Rais Magufuli naye anatakiwa kufuata sheria za nchi, hayuko juu ya sheria. Kiapo chake kinamtaka kuilinda, kuitetea na kuhifadhi katiba ya nchi yetu na sheria zake. Aidha, mamlaka ya nchi na vyombo vyake vinawajibika kama inavyotamka ibara ya tisa B ya katiba kwamba kuhakikisha kwamba sheria za nchi zinalindwa na kutekelezwa. Kwa sababu Rais Magufuli sio mwanasheria, ameteua mwanasheria mkuu wa serikali ambaye kwa maneno ya ibara ya hamsini na tisa tatu ya katiba ndiye mshauri wa serikali ya Jamhuri ya Muungano juu ya mambo ya sheria na atawajibika kutoa ushauri wa kisheria kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano juu ya mambo yote ya kisheria. Aidha, kwa sababu hiyo hiyo Rais Magufuli ameteua waziri wa katiba na sheria ili kama inavyotakiwa na ibara ya 54 awe mshauri na msaidizi wake mkuu katika utekelezaji wa majukumu madaraka yake katika masuala ya katiba. Na kwa bahati nzuri, kwa bahati nzuri Rais Magufuli amemteua Dr. Harrison George Makembe, mmoja wa wasomi wa juu kabisa wa sheria katika nchi yetu, kwa waziri wake wa katiba na sheria. Vilevile Rais Magufuli amemteua Dr. Sifuni Ernest Mchome, samahani, ni profesa profesa Sifuni Ernest Mchome, msomi mwingine wa juu kabisa wa sheria kuwa katibu mkuu wa wizara ya katiba na sheria, na bwana Amon Anastazi Mpanju, mwanasheria mwingine tena, kuwa naibu katibu mkuu wa wizara hiyo. Kambi rasmi ya upinzani ya bunge lako tukufu inataka kupatiwa majibu sahihi, ni kwa nini wanasheria wabobezi wote hawa wameshindwa kumshauri rais toa tangazo la kukasimisha majukumu ya kiwaziri kwa mawaziri mbalimbali aliyowateua karibu miezi sita iliyopita. Serikali inaendeshwa kama mali binafsi ya Rais Magufuli bila kufuata wala kuheshimu sheria. Sio tu kwa sababu Rais Magufuli anaviashiria vyote vya utawala wa kiimla, bali pia kwa sababu anaelekea kutokuwa na washauri katika masuala ya katiba na sheria za nchi. Kwa kuangalia mifano ya matangazo mbalimbali ambayo ya yametolewa na watangulizi wa Rais Magufuli tangu sheria ya utekelezaji wa majukumu ya kiwaziri ilipotungwa mwaka 80. Hata mwanafunzi wa sheria wa mwaka wa kwanza angeweza kumtengenezea Rais Magufuli draft ya tangazo la aina hiyo. Iweje watu wenye shahada za uzamivu na uzamili katika sheria washindwe kufanya hivyo kwa karibu nusu mwaka tangu wateuliwe? Kama ni majipu ya kutumbuliwa na Rais Magufuli basi, wasomi hao wa sheria ni majipu na wanastahili kutumbuliwa. Itatushangaza sana endapo Rais Magufuli atayafumbia macho majipu hayo. Mheshimiwa Spika, sasa naomba nizungumzie masuala ya kikatiba yanayohusu muungano wetu. Kwa wasiofahamu katiba yetu na wanaoweza kuhoji kwa nini tunazungumzia masuala ya uchaguzi mkuu wa Zanzibar katika hoja iliyopo mezani, sura ya nne yote ya Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano inahusu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Rais wa Zanzibar, Baraza la Mapinduzi la Zanzibar na Baraza la Wawakilishi la Zanzibar. Aidha, ibara ya mia moja na nne ya katiba yetu imewekwa mahususi kwa ajili ya uchaguzi wa kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa sababu hizi ni halali kabisa kuzungumzia yaliyotokea Zanzibar katika hoja iliyopo mezani. Mheshimiwa Spika, katika maoni yake juu ya mpango na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya makamu wa rais kwa mwaka wa fedha 2014-15 kambi rasmi ya upinzani ya bunge lako tukufu baada ya uchambuzi wa kina wa masuala ya fedha za muungano, ilisema yafuatayo kuhusu mahusiano kati ya Tanganyika na Zanzibar tangu muungano wetu uzaliwe tarehe 26 Aprili 1964. Kwa kwavyo vyote vile, takwimu hizi zinaonyesha kwamba kwa sababu ya muungano huu, uhusiano kati ya Tanganyika na Zanzibar ni uhusiano wa kinyonyaji. Kwa sababu hiyo, huu ni uhusiano wa kikoloni ni uhusiano kati ya himaya ya Tanganyika na koloni lake la Zanzibar. Himaya za kikoloni huwa zinadhibiti masuala yote ya ulinzi na usalama, mambo ya nje na uhusiano wa kimataifa, uraia, kodi, fedha, sarafu na benki kuu ya makoloni yao, na himaya za kikoloni huwa zinatumia nguvu na udhibiti wao wa masuala haya kuyanyonya makoloni yao kiuchumi, kuyadidimiza kijamii na kuyatawala kisiasa. Hivi ndivyo ambavyo imekuwa katika mahusiano kati ya Tanganyika na Zanzibar tangu kuzaliwa kwa muungano huu tarehe 26 Aprili 1964. Mheshimiwa Spika, tangu mara baada ya mapinduzi ya Zanzibar tarehe 12 Januari 64 hadi leo hii Tanganyika imedhibiti Zanzibar kijeshi na kisiasa. Ukweli ni kwamba, kama ambavyo Harith Ghassani ameonyesha katika kitabu chake Kwa Heri Ukoloni Kwa Heri Uhuru, Zanzibar na Mapinduzi ya Afrabia, serikali ya Tanganyika ilishiriki kwa kiasi kikubwa katika maandalizi ya mapinduzi, ikiwemo kutoa silaha na mafunzo ya kijeshi katika mashamba ya mkonge ya Sakura Estates Pangani, Tanga, kwa waliopindua serikali ya Waziri Mkuu Mohamed Shamte na Sultan Jamshid bin Abdullah. Aidha, Siku tatu tu baada ya mapinduzi hayo, serikali ya Tanganyika kupitia waziri wake wa mambo ya nje na ulinzi Oscar Salatiel Kambona ilipeleka vikosi vya Tanganyika Rifles, jeshi la Tanganyika, ili kuidhibiti Zanzibar kijeshi. Mambo yote haya yamejulikana kwa miaka mingi na wasomi na wanazuoni wa muungano huu na yamechapishwa katika vitabu na machapisho mengine rasmi ya kitaaluma ndani na nje ya Tanzania. Kwa kutumia udhibiti wake wa kijeshi, Tanganyika imedhibiti pia siasa za Zanzibar. Watawala wa Tanganyika ndio wanaoamua nani awe mtawala wa Zanzibar na wamefanya hivyo tangu mwaka 64. Alhaj Bu Jumbe Mwinyi asingekuwa rais wa Zanzibar baada ya kuuawa kwa Sheikh Abeid Amani Karume mwaka 72 bila ushawishi wa Mwalimu Nyerere na serikali ya Tanganyika. Na kama ambavyo wanazuoni wa muungano huu kama vile Profesa Isa Shivji wameonyesha, Jumbe asingeng'olewa madarakani mwaka 1984 bila shinikizo la Mwalimu Nyerere na watu wake hapa Dodoma. Aidha, Rais Mwinyi na marais wengine wote wa Zanzibar waliomfuatia wametengenezewa Dodoma, sio wa Zanzibar. Mheshimiwa Spika, tarehe 20 Aprili 1968 Mwalimu 19, 19, 19. Nyerere alisema yafuatayo, wakati alipohojiwa akihojiwa na gazeti la The Observer la London, Uingereza: If the mass of the people of Zanzibar should without external manipulation and for some reason of their own decide that the union was prejudicial to their existence I could not bomb them into submission. The union would have ceased to exist when the consent of its constituent members was withdrawn. Yaani, endapo umma wananchi wa Zanzibar wataamua bila kurubuniwa kutoka nje na kwa sababu zao wenyewe, kwamba muungano unaathiri kuendelea kuwepo kwao, sitaweza kuwalazimisha kwa kuwapiga mabomu. Muungano hautaendelea kuwepo pale ridhaa ya washirika wake itakapoondolewa. Alichokisema baba wa taifa kwamba hatakifanya Serikali ya Tanganyika imekifanya kwa zaidi ya miaka ishirini sasa. Kabla ya mfumo wa vyama vingi kuruhusiwa mwaka tisini na mbili, udhibiti wa Tanganyika kwa siasa za Zanzibar ulifanyika kwa kutumia dhana ya chama kushika hatamu. Katika zama za vyama vingi, wananchi wa Zanzibar wamekuwa wapinzani wakubwa wa ukoloni wa Tanganyika kwa nchi yao. Kwa sababu hiyo tangu uchaguzi mkuu wa mwaka 95 serikali ya Tanganyika imetumia mabavu ya kijeshi ya waziwazi ili kuwaweka madarakani vibaraka wake na kuendelea kuitawala Zanzibar. Kilele cha matumizi haya ya mabavu ya kijeshi ni uchaguzi mkuu wa mwaka jana ambako vibaraka wa Tanganyika katika Zanzibar walikataliwa kabisa na wananchi wa Zanzibar katika uchaguzi wa rais, wawakilishi na madiwani. Ni jeshi ni jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania tu ndilo ambalo limehakikisha kwamba vibaraka hawa waliokataliwa na wananchi wao wanaendelea kubakia madarakani. Kwa maoni yetu, mheshimiwa Spika, katika mazingira haya, tatizo la msingi la Zanzibar sio Jecha Salim Jecha, wala Zeki, wala Ali Mohamed Shein. Hawa ni vibaraka tu wasiokuwa na nguvu wala usha, uhalali wowote. Wa bila nguvu ya Tanganyika, vibaraka hawa hawawezi kudumu madarakani kwa muda mrefu. Tatizo la msingi ni ukoloni wa Tanganyika kwa Zanzibar ambao umevikwa joho la muungano. Bila kulivua joho hili na kushona lingine badala yake, Zanzibar haitakuwa huru na itaendelea kutawaliwa na Tanganyika kisiasa, kiuchumi na kijeshi. Mheshimiwa Spika, mwanaharakati mmoja wa haki za binadamu wa karne ya 19 aliwahi kuandika kwamba once a government is committed to the the principle of silencing the opposition it has only one way to go and that is down the path of increasingly repressive measures until it becomes a source of terror to all its citizens and creates a country where everyone lives in fear. Yaani, pale serikali inapoamua kunyamazisha upinzani inakuwa kupita na njia moja tu ya kupita nayo ni njia ya kuongezeka kwa vitendo vya kikandamizaji mpaka serikali hiyo inakuwa chanzo cha hofu kwa wananchi wake wote na inatengeneza nchi ambapo kila mmoja anaishi kwa hofu. Maneno haya yametimia katika nchi yetu kwa sababu ya kubaka demokrasia kwa kutumia nguvu za kijeshi Zanzibar ili kukipokonya chama cha wananchi kafu ushindi wake halali. Serikali hii ya hapa kazi tu imeingia katika njia ya kuongezeka kwa vitendo vya kikandamizaji kila mahali katika nchi yetu. Katika jiji la Tanga ambako CCM ilikataliwa na wananchi, serikali hii ilitumia ghilba na mabavu ya kila aina kuhakikisha CCM inanyakua umea wa jiji hilo. Leo viongozi wa vyama vya UKAWA na madiwani waliochaguliwa na wananchi wanakabiliwa na mashtaka ya jinai ya kutengeneza kwa sababu tu ya kukataa kwao kutawaliwa na watu ambao hawakupata ridhaa ya wananchi. Hivyo ndivyo ilivyotokea katika halmashauri ya wilaya ya Kilombero ambako ilibidi mbunge wa jimbo la Kilombero na mjumbe halali wa halmashauri hiyo Mheshimiwa Peter Ambrose Lijuali kali atolewe kwa nguvu na mapolisi ili kuiwezesha CCM iliyokataliwa na wananchi kwenye kura kushinda nafasi ya mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kilombero. Sasa mbunge huyo naye anakabiliwa na, na mashtaka ya jinai mahakamani kwa kosa la kutetea demokrasia na utawala wa sheria na kukataa utawala wa mabavu na udikteta. Katika jiji la Dar es Salaam na halmashauri zake Licha ya nguvu kubwa na hila nyingi zilizotumiwa na serikali hii, wananchi wa Dar es Salaam na viongozi wao wa Ukawa walifanikiwa kutetea maamuzi ya wa wapiga kura na kuzuia ja, jaribio la kubaka demokrasia kwa kuweka meya ma wa chama kilichokataliwa na wananchi kwenye uchaguzi. Hata hivyo, badala ya kuchukua hatua za kijinai dhidi ya mkurugenzi wa jiji mwanasheria wa jiji na katibu tawala wa mkoa waliodiriki hata kugushi hati ya amri ya mahakama kwa lengo la kuzuia uchaguzi halali wa meya wa jiji la Dar es Salaam, Leo wanaokabiliwa na mashtaka ya jinai ni wabunge Halima James Mdee, Said Ahmed Kubenea na Mwita Mwikobe Waitara waliohakikisha kwamba uhuni huu wa kisiasa haufanikiwi katika jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa Spika, sio vyama vya siasa na wanasiasa tu ambao wameangukiwa na adha hii ya serikali kuingia katika njia ya ukandamizaji kwa sababu ya rais kwa sababu rais anatumbua majipu hadharani na hasa kwenye vyombo vya habari sasa, mawaziri nao wanatumbua majipu ya wizara zao hadharani. Haijalishi kwamba mawaziri hawa sio mamlaka za kinidhamu za utumishi wa umma na kama tulivyoonyesha, wala hawajakasimishwa majukumu yoyote kisheria. Sasa mawaziri wanafukuza au kusimamisha au kuhamisha watumishi wa umma walio chini yao. Wakuu wa mikoa nao sasa wanatumbua majipu mikoani, wanasimamisha wakurugenzi wa halmashauri za serikali za mitaa na watumishi wengine wa serikali za mitaa bila kujali kwamba hawana mamlaka yoyote kisheria ya kufanya hivyo. Na siku hizi haipiti wiki hata moja bila kusikia kwenye vyombo vya habari kwamba mkuu wa mkoa au wa wilaya fulani ameamuru afisa huyu ama yule wa halmashauri au diwani huyu au yule akamatwe kwa sababu hii au ile. Wote hawa wanafanya hivyo ili wajionyeshe kwamba wanafanya kazi ya bwana mkubwa ili asije akawatumbua majipu wao wenyewe. Hofu ya kutumbuliwa majipu ama na rais mwenyewe ama na mawaziri ha, ama na wakuu wake wa mikoa na wilaya, sasa imetanda kila mahali katika utumishi wa umma. Hofu hii inatokana na ukweli kwamba katika kutumbua majipu haya hakuna tena kufuata utaratibu wa kinidhamu uliowekwa na sheria za nchi yetu. Sasa hatua hizo zinachukuliwa na wasio na mamlaka ya kisheria katika majukwaa ya kisiasa au kwenye mikutano ya waandishi wa habari, na hakuna aliye salama, kuanzia katibu mkuu kiongozi hadi nesi wa hospitalini na mfagizi wa ofisini. Nchi yetu imeingia katika mteremko wenye utelezi mwingi kuelekea kwenye dola la kidikteta. Mheshimiwa Spika, kwa vile serikali hii ya Rais Magufuli imekumbatia dhana ya kunyamazisha upinzani dhidi yake, uhuru wa vyombo vya habari umewekwa rehani. Kwa kuwa bunge hili lijito, lilijitokeza katika miaka kumi ya utawala wa Rais Kikwete kama chombo chenye nguvu ya kuiwajibisha serikali na watendaji wake, serikali hapa kazi tu imeamua kulinyamazisha bunge na kulifanya kama lilivyokuwa wakati wa miaka ya chama kushika hatamu, yaani chombo cha kupiga muhuri na kuhalalisha maamuzi ya watawala wala sio siri tena kwamba kamati za kudumu za bunge hili zimepangiwa, zimepangiwa nje ya bunge na mamlaka ambazo sio za kikatiba wala kanuni na wala sio siri tena kwamba sasa bunge hili linaongozwa kwa maagizo ya ikulu ndio maana kila kiongozi wa bunge sasa anajipendekeza ikulu kwa vitendo ambavyo mara nyingine vinafedhehesha kama vile kumpelekea Rais Magufuli fedha zilizoidhinishwa na bunge hili kwa ajili ya matumizi yake ili zikanunue madawati ya mashule Kufuta matangazo ya moja kwa moja ya televisheni ni sehemu tu ya mkakati wa kulinyamazisha bunge ili lisiendelee kuwa chombo cha kuiwajibisha serikali. Mkakati wenyewe ni kunyamazisha upinzani dhidi ya utawala huu. Mkakati huu umelenga vile vile kunyamazisha vyombo binafsi vya habari ambavyo kwa wakati mwingine vimekuwa ni sauti ya upinzani ka, ka, kwa watawala wa nchi hii. Ndio maana hata nusu ya mwaka haikupita tangu iingie madarakani na serikali hii ikaanza kufuta, sio kufungia magazeti binafsi yanayotoa habari zisizowapendeza watawala na kutishia hatua hiyo hiyo kwa magazeti mengine. Mheshimiwa Spika, hata mahakama ya Tanzania haijapona wimbi hili la kuongezeka kwa vitendo vya kandamizaji. Ibara ya mia moja na saba a ya katiba ya nchi yetu inatamka wazi kwamba mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Aidha, ibara ya mia moja na saba be ya katiba hiyo imeweka wazi kwamba katika kutekeleza mamlaka ya utoaji haki, mahakama zote zitakuwa huru na zitatakiwa kuzingatia tu masharti ya katiba na yale ya sheria za nchi. Licha ya msimamo huu wa kikatiba, serikali hii ya hapa kazi tu imeanza kuingilia uhuru wa mahakama kwa njia za ajabu, kama sio za kutisha. Kwa mfano, wakati wa sherehe za ufunguzi wa mwaka wa kimahakama mwanzoni mwa mwezi Februari ya mwaka huu, rais wa chama cha mawakili Tanganyika, bwana Charles Wachungura alitoa mfano wa mkuu wa wilaya ya Babati Crispin Mela aliyeamuru hakimu mmoja wa mahakama ya mwanzo akamatwa na kuwekwa mahabusu baada ya hakimu huyo kutoa hukumu ambayo haikumfurahisha mkuu wa wilaya. Kitendo kama hicho kiliwahi kutokea katika miaka ya elfu moja mia tisa sabini wakati mkuu wa mkoa wa Mara alipoamuru watuhumiwa waliopewa dhamana na mahakama. Mheshimiwa Spika, yaliyobaki na yaingie katika rekodi rasmi za Bunge. Naunga mkono hoja.